Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ndugu wananchi, tumeendelea pia kupokea fedha nyingi kwenye idara zetu mbalimbali, lakini na sisi kama madiwani pamoja na halmashauri kazi yetu tumeendelea kuifanya kwa kisha, tunafuatilia na kusimamia kwa dhati, ili fedha zinazoletwa mheshimiwa rais zinaenda kutumika ipasavyo, lakini pia na miradi iwe na bora mzuri na makusudi ya Mheshimiwa Rais kwa ajili ya halmashauri yetu. Kwa hiyo katika kikao chetu cha leo, baraza letu la leo, tumeona kwenye kamati zetu tumejadiliana, lakini tumekuja kuleta kupitia baraza hili kwa wananchi kazi ambazo zimefanyika. Lakini tunapongeza tume pia tumeendelea kukusanya mapato, na mpaka robo ya pili tumefikisha asilimia 61. Pige makofi kwa ajili Baraza letu la leo, mheshimiwa mkuu wa wilaya, pamoja na yote ni kwenda kuhakiki kazi zetu tulizozifanya, kwa naamini tumejadiliana kwenye kamati zetu za kudumu. Naamini leo tunahitimisha na kuzipitisha ili tukamilishe kazi ya robo ya tatu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nitamke kwamba kikao kimefunguliwa. Asanteni sana.

ni kwamba katika eneo la barabara kuna agent ambayo serikali inaanzisha ambayo ni TARURA ambao wanashughulikia masuala yote ya barabara. Kwa hiyo kwa sababu ni kero ya wananchi na sisi hatupendi kusema kwa akei kuisema, kwa hiyo naomba kwa idhini mwenyekiti, nichukue hiiafere na na kaliu makazi nalo. Mheshimiwa wa Mwenyekiti, nafikiri inaingia katika eneo hilo hilo tayari TARURA pamoja na TANROADS ndio wanaoshughulikia barabara mjini na vijijini, hasa TARURA. Kwa hiyo kwa muhimu huu tunaomba tuichukue, ili serikali kupitia wakala huu waweze kuitatua hii swala kabla hatari nyingi haijaanza kutokea. Asante sanaaee eeshaasyale tukiwa wazima na wenye afya. Lakini mimi nipende kutoa pongezi kwa mwenyekiti wetu wa halmashauri kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kufanya na kwa namna ambavyo wameendelea kuliongoza baraza hili la madiwani. Lakini pia nipende kutoa pongezi kwa waheshimiwa madiwani, sababu tangu kuingia katika madaraka wamekuwa wakifanya kazi nzuri, wamekuwa wakifanya kazi, lakini pia wamekuwa kwa ushirikiano kwa mara kwa mara kuhakikisha kwamba tunatimiza azma ya Mheshimiwa Rais ya kutatua kero mbalimbali za wananchi. Lakini nipende pia kutoa pongezi kwa mkurugenzi pamoja na wataalamu wote kwa kazi kubwa ambayo wamefanya katika kutekeleza majukumu mbalimbali na kuhakikisha kwamba wanatekeleza ile azma ya Mheshimiwa Rais. Lakini nipende pia kumshukuru Mheshimiwa Mfuke wetu kwa kazi kwa kazi nzuri ambayo ameendelea kufanya hasa kutembea sisi Wanakyela mgeni na sisi wote tumekuwa ni mashahidi, kama wameanza kazi wamekuwa kuendelea kutafutia miradi mbalimbali, lakini pia anaendelea kutusemea katika bunge linaloendelea, ili tuweze kutatulia kero mbalimbali zinazotukumba kwa maeneo ya Kyela. Lakini itakuwa kuchua fadhila na kuwashukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kufanya ndani ya wilaya yetu ya Kyela. Mimi niseme mambo machache ambayo ameyafanya kuelekea siku mia za ahadi ambazo amezisema mheshimiwa rais. Sisi wilaya ya Kyela kwa upande wa afya tumeweza kupokea kiasi cha shilingi bilioni 1.4 kuakisha kwamba tunakwenda kutatua kero mbalimbali, lakini kutekeleza ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika zahanati yetu ya Msale, lakini pia kuenda kuiboresha kuiboresha hospitali yetu ya wilaya ya Kyela. Kwa hiyo hiyo yote hizi bilioni 4 zimekuja kipindi ambacho ndani uh, ya zile ahadi ya sifunia za mheshimiwa rais lakini sababa, na ili, nishaki, kela, sababu na hiyo. Kwa upande wa nishati, sisi wilaya ya Kyela tuna kila sababu ya kumshukuru mheshimiwa rais, kwa sababu tumepata vitongoji 31 vyenye gharama ya shilingi bilioni 1 bilioni 4.2 ambazo zitakwenda kutekeleza na kutatua kero ya nishati ya umeme katika vitongoji vyetu 31. Na baada ya kutekeleza hivi vitongoji 31, tutakuwa tumebakisha vitongoji vichache sana kati ya vile 98, kwa sababu tumeshapata vitongoji 15, na sasa hivi tumepata vitongoji vingine 31, kwao tunakwenda kupunguza au kuendelea kutatua kero ya nishati ya umeme lakini sambamba na hilo si ja sa kwa upande wa maji, ndani ya siku 100 mheshimiwa rais ameweza kutuletea fedha kiasi cha shilingi milioni 473 kwenda kuenda kulipa mkandarasi anayetekeleza mradi wa Ngano. Kwa mkandarasi yule ameshalipwa kiasi cha shilingi milioni 473 ndani ya siku 100 za mheshimiwa rais. Ile kero ambao mheshimiwa bia alikuwa anauliza ya mradi wa ngano tayari mkandarasi ameshapewa kwenye mradi ule. Lakini kwa hiyo ile upande wa maji tumemshukuru sana Mheshimiwa Rais, tumepata shilingi milioni mia tatu ya kuboresha mtandao wa maji katika mji huu wa Kyela. Ndani ya mji huu kata ya Kondeni, tumepata hiyo hela shilingi milioni mia tatu ambayo tunakwenda kuongeza wigo wa maji. Kwa hizi ni vitu ambavyo Mheshimiwa Rais ndani ya zile siku 100 alizotoa ahadi ametekeleza, tumepata hela kiremu, wa, wa wa wa fela, na tumeendelea kutekeleza. Lakini pia kwa upande wa kilimo tuna mradi wetu ule wa umwagiliaji wa mapari tayari, Mheshimiwa Rais ameshatupa fedha kwa ajili ya kuendeleza mradi ule na mradi ule mpaka sasa hivi umeshafika asilimia sabini na nne. Kwa hiyo tunaamini ndani uh, ya muda mfupi na jinsi ambavyo tunaendelea mradi ule utakamilika kuomba kwa wananchi, lakini na baba na hilo maanio mradi ule umeshakamilika, kwa tuna imani kubwa sana mradi utakamilika na utaenda kutoa huduma kwa wananchi. Lakini pia kwa upande wa utawala, sisi ni mashahidi, tumepokea watumishi ajira mpya, ili kwenda kutatua zile sehemu ambazo tulikuwa tuna upungufu wa watumishi. Kwa hizi zote ni ahadi za Mheshimiwa Rais ambazo amezitekeleza ndani ya siku mia na tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ahadi zake Tumefurahia kwa namna ambavyo sasa tumekuja kutatua kero za wananchi katika nyanja mbalimbali. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kama ukiniruhusu, ninaomba niseme mambo machache ambayo yamesemwa na mheshimiwa mwadiwani katika kuuliza maswali. Kulikuwa kuna swali la ngano na ndani nimeshalijibia kwa mkandarasi, ameshalipwa hela na hela hii imelipwa mwezi huu wa Februari. Kwa hiyo tunaamini sasa hivi atakuwa na mobilization aweze kufika site. Lakini pia kuna mradi wa Kapapa hapa mradi ule wa kuchukua maji. Kwa sababu moja mradi ule ukiangalia, umejengwa kipindi ambacho wananchi katika maeneo yayo yaaha, lakini sasa hivi wananchi tumeongezeka, ongezeko kubwa sana la wananchi. Lakini sambamba na hiyo kuna mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi. Nini ambacho tumekuwa kufanya mheshimiwa mwenyekiti, niendelee kusisitiza tuendelee kulinda vyanzo vyetu vya maji, yetu mengi sana tunatoa katika mito. Sasa tusipoangalia na tukaendelea kuharibu hali ya hewa, tukaendelea kuharibu mazingira yetu, tunakwenda kupoteza hivi vyanzo ambavyo ndio vinavyotupa sisi maji ya kutumia nyumbani kwetu. kwa hiyo naomba sana waheshimiwa madiwani, tuungane kwa pamoja, tuungane na mheshimiwa Rais kwa kuhakikisha kwamba tunasimama katika kupanda miti na kulinda vyanzo vyetu vya maji na kulinda mazingira yetu kwenda kukosa huduma hii ya maji kwa sisi wa Kyela tunapata maji mengi yetu mengi sana kutoka katika vyanzo vya maji, lakini pia kuna swala limeibuka hapa la pili za maji za Lema. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mradi wa Lema unit moja ya maji inauzwa shilingi 500 na unit moja ni ndoo 50 za lita 20. Kwa mheshimiwa mwenyekiti ni kwa sababu gani? hii naomba mweshikura mwenyekiti, pamoja na diwani wa kata husika tusaidiane. Sote hapa ni mashahidi, tunahitaji maji katika wilaya yetu. Tusipolipa bili za maji, tutawezaje kupeleka huduma za maji? Tusipolipa bili za maji, tutawezaje tutaweza kuendeleza hii miradi ambayo tayari ipo? Bili hizi za maji tunazolipa zina zinasaidia kuendeleza miradi mingine ya maji. Kwa hiyo niendelee kuomba waheshimiwa madiwani, mheshimiwa mwenyekiti wa wa a tuendelee kuhamasisha wa wananchi waweze kulipa bili za maji. Huduma ya maji sio bure. Huduma ya maji sio bure na niendelee kuomba tuendelee kuhamasisha wa wananchi waweze kulipa bili za maji. Kwa a wananchi wala wengi wana malimbikizo ya madeni ya bili za maji, ndio maana tunakuta bili zao lakini kwa unit moja kwa upande wa Rema ina shilingi 500 na 500, hiyo ni doma 50 za lita 20. Mwisho mheshimiwa mwenyekiti, niliona niseme hayo, kwa sababu pia leo pia tutokeza katika masuala ya majibu na nikaona mimi niko na katika nafasi ya kujibu basi niaje, lakini mwishoni, niendelee kuomba ushirikiano wenu sana waheshimiwa madiwani. Tumeanza mwaka mpya na katika mwaka mpya shule zetu zimefunguliwa, niendelee kuomba ushirikiano wenu ahamasishe wa wazazi waweze kupeleka watoto shule. Mheshimiwa Rais na serikali nzima imejengea miundo mbinu vizuri sana kwa upande wa elimu. Tuna madarasa mazuri ya kisasa, lakini watoto wetu wengi wamekuwa hawaendi shule, na sasa ukiangalia kwa upande wa sekondari asilimia 77 ya watoto walioripoti shuleni, bado asilimia karibia 30 na kitu ambao wa watoto niendelee niendelee kusisitiza na kuendelea kuomba ushirikiano wenu tuwahamasishe wazazi ili waweze kupeleka watoto shuleni, tuweze kutumia hiyo mbinu mizuri ambayo tumeipata. Lakini pia niendelee kuomba ushirikiano wenu katika masuala mazima ya ukusanyaji wa mapato. Hatuwezi kutekeleza miradi kama hatutofanya makusanyo mazuri, hatutokusanya mapato mazuri sisi sote. So kila mmoja katika kata yake, nina uhakika anataka jambo fulani itekelezwe. Sasa haya mambo yaweze kutekeleza kama hatutokusanya mapato mazuri, na niendelee wanafanya wa wa kazi kubwa sana, lakini baada ya mkutano wa vikwazo basi, na sisi kama viongozi tusiingilie kukwamisha usajili wa mapato. Lakini pia niendelee kuhamasisha swala la chakula mashuleni, ili jambo mkataba ule wa lishe usaidie. Na mheshimiwa rais, niendelee kusisitiza, shule zetu nyingi sana wazazi wamekuwa hawalipi, na baadhi ya viongozi tumekuwa tukiungana na wazazi wasichangie ni kinyume na kile ambacho mheshimiwa rais anakitaka. Kwa hiyo niwaombe kutoka kutoka kwenu, mheshimiwa mwenyekiti, niendelee kusisitiza na kuomba ushirikiano wa mheshimiwa, tuendelee kutoa elimu kwa wazazi. Swala la lishe ni swala muhimu, kile chakula ambacho mtoto anatakiwa nyumbani, anatakiwa ale nyumbani, ndio nyumbani hicho mzazi akipeleke, ili mtoto aweze kula chakula shuleni. Niendelee kuomba ushirikiano wenu kuhakikisha kwamba tunahimiza wazazi kutoa au kuchangia chakula mashuleni, lakini pia niendelee kuomba ushirikiano wenu waheshimiwa madiwani, kwenye masuala ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inatekelezwa katika kata zetu. Tuendelee kuipitia ile miradi, kuona inakidhi kile ambacho tumepatia fedha, kwa maana inakidhi ile fedha ambayo tumetewa. Tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba miradi inakamilika kwa wakati, lakini pia inatoa huduma ile ambayo inatakiwa, na sisi kama madiwani tumekubaliana kwanza kuhakikisha kwamba tuna linda hizi pesa zinatumika, uh, kadri serikali inavyotarajia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, pamoja na taarifa yako, nasi tumepokea maelekezo ambayo umetupatia na sisi tutaendelea kutoa ushirikiano kwa ofisi yako Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, lakini na taasisi zote za kiserikali ambazo ziko ndani ya halmashauri yetu ya wilaya kiena. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi kama madiwani tumesema tutaendelea na kuhakikisha dhana ya utawala bora inaendelea kusimamiwa kwa nguvu zetu zote, mikutano ya vijiji, ili wananchi wasomewe mapato na matumizi na kujadili mambo mbalimbali yaliyomo ndani ya kijiji chao, lakini mikutano yote ya yote ya ngazi ya vijiji, lakini na mikutano yote ya kisheria ya kata inafanyika kusudi dhana ya serikali ya ugatuzi wa madaraka kwa serikali za mitaa ambao kusudi kubwa ni kupeleka madaraka kwa wananchi inafanikishwa ipasavyo. Lakini tunaendelea kusimamia mapato, na katika hili tumeendelea kuelekeza wataalamu wetu na wote wanaohusika kwenye kukusanya mapato kuhakikisha tunaimba wimbo mmoja ili kukusanya mapato na ili tuweze kufikia malengo na kuendelea kuhudumia wananchi kadri tutakapokuwa tunajipangia. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa Madiwani pamoja na wananchi wa Kyela. Jambo nyingine muhimu ambalo sote tumekubaliana ni kuhakikisha miradi yetu yote ambayo tunaendelea kuitekeleza inatekelezwa kwa ufanisi mkubwa na kwa kasi. Kwa sababu tumeshakubaliana kwamba kama serikali inaleta pesa si jambo zuri na tutakuwa tutimizi wajibu kama fedha zitaendelea kukaa akaunti lakini wananchi wanahitaji kupata hizo huduma. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa Madiwani na wananchi, niendelee tumshukuru Mheshimiwa Rais ametupatia katika siku mia moja na Mheshimiwa Rais watumishi sasa sabini na moja ndani ya halmashauri yetu ya wilaya ya Kyela katika kada mbalimbali. Naomba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mwisho, sisi kama madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kyela edelea kuonyesha ushirikiano mkubwa katika ofisi yako, lakini pia ushirikiano na wananchi na taasisi zingine zote za kiserikali, ili kuhakikisha Kyela tunaijenga kwa pamoja. Na nitumie nafasi hii kuwaambia wananchi wa wilaya ya Kyela, halmashauri ya wilaya ya Kyela, jambo lolote ambalo naliona huko lenye tija kwa jamii yetu ya Kyela, lakini lenye tija kwa ajili yetu wote, basi tuleteeni kupitia madiwani lakini pia nileteni kupitia ofisi ya mwenyekiti ili tuweze kulifanyia kazi na mheshimiwa mkuu wa wilaya. Lile ambayo litakuwa linaangukia kwenye serikali kuu, basi usisite kukipokea ili tuweze kuwashughulikia, kwa sababu tunaamini kwamba serikali ambayo mheshimiwa rais anaiongoza, ambayo pia mnaisimamia wewe katika kipande cha Kyela, iendelea kufanya kazi nzuri. Lakini mwisho nilimshukuru sana na kumpongeza mheshimiwa mbunge ambaye ameendelea kufanya kazi kubwa sana katika wilaya ya Kyela. Ukipita katika mitaa hapa Kyela mjini mitaa imekuwa vizuri sana, ukiangalia kwa miezi michache iliyopita na sasa, tunatarajia kwenda kwenye kipindi cha mvua. Mheshimiwa mbunge anafanya kazi nzuri sana na sasa tumeanza kuuliza kwetu lini, kwetu lini, kwa sababu tayari mjini, mjini tuendelee kufanya vizuri. Kwa hiyo tuendelee kumwombea kwa kujitolea lakini pia ameendelea kutuhakikisha vizuri bungeni kuhakikisha Kyela inaendelea kupata miradi aa, na kuhudumia wananchi. Naomba baada ya kusema hayo, sasa naahirisha mkutano huu mpaka wakati mwingine. Asante sana.